Kwa muda mrefu sasa, tumetenga fedha kununua mtambo mkubwa tena miwili, nakokua inafanya kazi ya kutafuna magugu kaamaonekana ndani ya ziwa. Nataka nitumie <coughs> nafasi hii kumshukuru sana mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu, kuridhia kutoa fedha hizo kununua mitambo hiyo mikubwa miwili ili baki ndani ya ziwa Victoria itakuwa kuda kwenda ita kokote ndani ya ziwa hili kwenye mikoa yetu hii, kuanzia mkoa Mara, lakini Simiyu, Mwanza, Geita na Kagera. Itapita mbao kwenye visiwa ili kuhakiki kama kuna sari na kama lipo iliwe mara moja. Kwa hiyo tumeshaweka mpango wa kupambana na ziwa hili, huku tukielekea kuja kwenye kuzindua daraja letu na mheshimiwa rais anakuja tarehe ambayo amependekeza, tarehe kumi na tisa atakuja hapa Kigongo na Kigongo, mna kazi ya kumpokea tusafishi eneo hili aku nipaku wazi na, na baada ya kuzindua tunapoanza matumizi ya barabara yetu na daraja letu hilo ambalo atakuja kulizindua, basi huku chini kuwe na mazingira ya kuvutia ya kuona maji viumbe hai vikutembea wavuvi wakivua, na wale wanataka kutembea tu kwa boti watembee tu kwa boti. Lililojaa hapa lote mpaka kwenye migomba ile, ili ni gugu maji. Kwa mitambo ile mikubwa, itakuwa inafanya kazi ya kula hili lote, ili ziwa lirudi kwenye hali yake ya kawaida, na mwala uonekane kuanzia pale, na shughuli za uvuvi zifanywe hata pale pembeni, hata huku pia nako, hili lilojaa hapa mpaka darajani, migugu hii kwa mpango wa kudumu weyo muda mrefu nata tumo mtambo wakula gugu lote hili hapa. Wakati wote mtakapotakiwa kuunga mkono, kuungana na viongozi na viongozi wao, fanyeni. Tunafanya hayo kwa ajili yenu, hata idhaa ya Mheshimiwa Rais kutenga pesa nyingi kunua mitambo mikubwa ni kwa manufaa yenu. wanai Waziri Mkuu, tutumie fursa hii kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Mwanza kukushukuru sana sana wewe Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo umetupigania sana wananchi wa Mwanza, hususani eneo hili la Kigongo Busisi ambao ni waathirika wakubwa wa huduma za usafirishaji baada ya magugu maji mapya aina ya Slovenia kuanza kujitokeza ndani ya ziwa Victoria. Ulitoa maelekezo ulituita Dodoma mara kadhaa, lakini pia ulikuwa mkali sana na hata Wizara ya Fedha wakatoa fedha kufuatia maelekezo yako ili zoezi la kuhakikisha miundombinu hii inapitika, na leo hii tunashuhudia hizi vivuko vyetu vinaweza kufanya kazi kwa uhakika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo hili la Kigongo Busisi kwa siku moja tunavusha watu zaidi ya elfu kumi hadi elfu kumi na nne kwa hiyo ni eneo ambalo lina shughuli nyingi sana za uchumi. Feri zinapozimika zimekuwa na usumbufu mkubwa sana, wananchi walikuwa wanatumia zaidi ya masaa mawili hadi matatu kuvuka kutoka upande huu hadi upande unaofuata, lakini ukitumia lile daraja hata lile la muda tunatumia dakika tatu hadi dakika tano. Kwa hivyo umetusaidia na ni wajibu wangu kukushukuru hadharani, kwa sababu bila jitihada zako leo tusingekuwa tunazungumzia mafanikio haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ziwa Victoria linakabiliwa na changamoto ya gugu maji. Gugu maji hili nimeweka katika aina tatu. Aina ya kwanza ni gugu maji jipya, aina ya aina ya pili ni haya hyain na aina ya tatu ni gugumaji la asili aina ya lutende. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wa magugumaji haya yaniasili mifumo ya ekolojia shughuli za usafiri na usafirishaji na shughuli za uvuvi katika baadhi ya maeneo ndani ya ziwa Victoria. Katika hatua za muda mfupi ufupi wena ukowaji lilianza katika eneo la Kigongo Busisi kwa kuukoa gugumaji jipya aina ya Salvinia molesta kwa kutumia mitungu na na matenga kwa kipindi cha mwezi Februari hadi kufikia tarehe 18 Mei mwaka 2025 kiasi cha tani 40 kilikuwa kimeokolewa. Zoezi hili limesaidia kuondoa changamoto ya baaini, Bezili, usafiri shaji, inyo, haisi, na usafirishaji katika eneo la Kigongo Busisi hugulaji ya eneo yatahin limekuja kudhibitiwa na serikali kwa jitihada zilizofanywa kupitia bonde la maji la Ziwa Victoria kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali.